Ndo ikawa timu ya kwanza timu ya kwanza kuingia timu ya kwanza yenyewe kuingia kwenye kwenye fainali kwenye robo kwenye fainali na kuchukua kombe ikawa ni Simba Sport Club Simba. Ndio, e, lazima tujifunze, takujifunza ndugu yangu, unajua Yanga hey. Sisi tunapata mafanikio ya siku mbili tunaanza kujifananisha na Simba ndugu hmm, zetu hao wa, wamejipambania kwa muda mrefu walikuwa wanafika hatua makundi wanatoka hatua wanaofuata wanafika fulani wanatoka, lakini hao ndugu zangu hao jamaa unaweza wakasema hawastahili kucheza ligi ya Bongo hapa. Jamani wakasema wastahili kucheza hapa ligi ya Bongo. Hao wanastahili wacheze <tap> wa ligi za mbele ndugu yangu, Mkapa ni tanuli la <tap> Pale ni tanuli la, unamfananisha. Simba. Simba. <tap> Mpanzu unamfananisha na mtu mmoja anaitwa asante ndugu yangu. Junior. Junior. Yeah, yeah. Jainuwa, Junior. Yeah, Junior. Junior. Ndio. Kamara. Kamara. Kamara. Kamara amna kumfananisha Bongo. Nataka nataka niambie pia umfananisha na Diara au? <kutu>. Emsema Musa Musa Musa, pini pini Kamara. pini pini Kamara. pini pini Kamara. Spider-Man. Spider-Man. Simba. Wewe wakilisha nchi. Kubali. Tena Ningemwomba Mama Samia, ndugu yangu, atoe siku tatu za mapumziko hey, hey, na Mama Samia angeandika barua yeye hey, ya kuomba mechi ya kirafiki na bingwa hey, ya UEFA Real Madrid wacheze hapo wa Arabu. Yanga lazima tujifunze ndugu yangu hey, lazima tujifunze. Alipokwenda ana nini sasa? Chama amekuja kwetu hana lolote, amekuja chama kule Simba, ameongeza idadi ya